Haleluya, mwambie mwenzako Yesu ni mzuri sana. Kwa hiyo utabaki tu unamsifia kwa ule uzuri wake, utabaki tu unamwambia wewe ni mzuri, hakuna kama wewe, wewe ni mzuri, utaishia hivyo tu mpaka anaondoka. Yaani hata kama ulikuwa ukiomba, una shida yako, imekukaba akitokea tu, uwezi mwambia ile shida yako tena, utabaki unamsifia ule uzuri wake. Haleluya. Kwa hiyo alikuwa akipita akienda Samuel, nikaendelea kumwabudu Mungu mpaka pale niliposikia roho wangu wa ndani ya roho yangu kwamba imetosha, nikaenda kulala. Nini nataka nikwambie kupitia andiko hili? Anasema kwamba Mungu wetu atakuja, wala hata nyamaza, moto utakula mbele zake na tufani ya vuma sana ikimzunguka pande zote. Ataziita mbingu zilizo juu na nchi pia, awahukumu watu wake, akasema nikusanyieni wacha Mungu wangu. Wacha Mungu wangu ni kina nani? Ni mimi na wewe ambaye tunaingia nyumbani mwa Bwana tukimwabudu Mungu. Haleluya, anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Kwa hiyo tunapoendelea kutoa sadaka, tunaimarisha agano letu sisi na Mungu. Tunapoendelea kutoa sadaka, tunaimarisha uhusiano wetu sisi na Mungu na hizi sadaka. Na ndio maana kila siku tunahimizana kwamba usitoe tu sadaka ukiwa umenyamaza. Tumejifunza sana kwamba sadaka zinanena kwenye madhabahu ya Bwana. Haleluya. Unapotoa semesha sadaka yako. Kuna mtu anaweza akawa anatoa sadaka yake kwa kuona kwamba biashara yake haiendi sawa, anaitolea sadaka. Kuna mtu anaona kabisa, anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wangu, watoto wangu wamjue Mungu, watoto wangu wamwabudu Mungu katika roho na kweli, hata kama sitakuwepo, kupitia sadaka hii, hili ni agano nafanya na Mungu. Biblia anasema watoto wako, alimwambia Ibrahimu Mungu, watoto wako hata wakienda mbali, nitawarudisha kwa fimbo ya chuma. Unachukua sadaka unaweka, unamwambia Mungu, ninatoa hii sadaka kwenye madhabahu yako kwa ajili ya watoto wangu. hata kama sitakuwepo, wakikuacha wewe, uwarudishe kwa fimbo ya chuma. Haleluya! Hakuna namna hao watoto wataenda mahali. Nakuambia, hata wakienda duniani watarudi, kwa sababu ulifanya agano na Mungu kwa njia ya sadaka. Hata leo unao nafasi ya kutoa sadaka ya kufanya agano lako na Mungu kwamba Mungu kupitia sadaka hii, kumbuka uzao wangu. Mungu kupitia sadaka hii, ponya ndoa yangu. Mungu kupitia sadaka hii, ponya uchumi wangu, nipe kazi. Uweka na sadaka. Anasema Mungu atakapokuja kitu cha kwanza, anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu. Mungu akija katika mji huu wa Gairo, hata kama anapita, Biblia anasema alipita kwa Ibrahimu, anasema Ibrahimu akamwambia, unaenda wapi? pita nyumbani kwangu, akatoa na sadaka bibia anasema Ibrahimu alivyotoa sadaka, Mungu akasema ninaenda mahali fulani kufanya moja mbili tatu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na tunaona hata katika neno kwamba mtoa sadaka, Mungu atamkumbuka kwa sababu ni, ni hali ya imani, ni hali ya kumpenda Mungu. Hatutoi kwa sababu Mungu anataka hizo fedha. Siku moja mwanangu akaniuliza mama, hivi tunapotoa ile sadaka kwahiyo tukimaliza inafikaje kule mbinguni? Yani, inafikaje ya kule mbinguni? Unaweza ukamjibu mtoto anauliza swali la hivi? Nikaambia, kwani wewe unawaza nini? Ni yani, mimi nawaza kwamba labda zile hela kuna namna mchungaji tukishatoa anazipeperusha zinafika kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwao nikaendelea kumfafanusha nikaendelea kumwelezea kwamba sadaka ile inafikaje mbinguni Haleluya. Kwa kwahiyo Mungu Anasema kwamba nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa njia ya dhabihu. Haleluya! na anasema ataziita mbingu na nchi kuwa shahidi. Kumbe tunapotoa sadaka, ardhi inakuwa shahidi na mbingu inakuwa shahidi. Hata kama wewe huwezi kuongea, sadaka itaongea badala yako. Hata kama wewe huwezi, sadaka itainuliwa kusema kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Simama na sadaka yako Naamini kwamba umeandaa sadaka yako nzuri. Usisahau kwamba Yesu bado anatabia ya kuchunguliaga kikapu cha sadaka mpaka leo. Haleluya! Sasa usitoe tu ile hela, yani usitoe tusitoe sadaka kwa mazoea, kwa sababu unapotoa sadaka inarekodiwa. Haleluya! na Yesu yuko anatazama na tamani kupanda viwango Haleluya. Kuna mtu anasema Mungu, niinue viwango, niinue viwango. Una namna ya kuinua viwango mpaka uinue u, kiwango chako cha utoaji. Biblia anasema nijaribuni kwa njia